Ndugu wananchi, kumekuwa na malalamiko mengi yanayohusiana na huduma za shirika la umeme, na malalamiko hayo yamekuwa yakielekezwa zaidi kwa baadhi ya wateja kusema kwamba wamelipa huduma ya umeme, lakini wanakaa kwa muda mrefu bila kupata huduma, na wanapokuwa wanafuatilia, wanakuja kugundua kwamba pesa ile ama ada ile ya huduma waliolipa haikulipwa kwa jina sahihi ama konto namba sahihi, kwa maana kwamba imelipwa ama resiti aliyonayo ja yule ni risiti tofauti na jina lake ambalo yeye ameweza kufungua faili yake ya mwanzo na kulipia hiyo ada ya usajili pamoja na ada ile ya kuunga huduma ya umeme tuchukue tu fursa hii kuwakumbusha kwamba mwanzoni kabisa mwa mwaka jana, shirika la umeme lilitangaza rasmi kuweza kufunga vituo vyote vya kuuzia umeme, na baada ya hapo, tuliweza kutangaza kwamba huduma hiyo ya kupatikana huduma au kununua umeme itaweza kupatikana kupitia mawakala mbalimbali mbali, wa benki pamoja na mitandao ya simu, na ndio maana sasa hivi utapata huduma ya kununua umeme kupitia benki ya PBZ. Lakini kwa mitandao ya simu utaweza kupata mtandao wetu wa YAS, mtandao wetu wa TTCL, lakini pia mtandao wa Azam. Hapo pote utaweza kupata huduma hii. Sasa kutokana na hilo kumekuwa kidogo na uelewa tofauti, ama kuna baadhi ya wakati pia kutokana na kufanyika kwa udanganyifu kwa baadhi ya watu na malalamiko mengi yalikukia katika ofisi yetu, a, ni kama hayo ambayo nimeeleza mwanzo na baada ya kufuatilia hapa kumekuwa kunalalamikiwa sana kupitia mtu wa huduma huyu, anaitwa Tabasam Company. Ni kweli tumegundua kwamba kuna hali hiyo ambayo si ya kawaida ambapo inafanywa na huyu mtu wa huduma, lakini tuwakumbushe tena wananchi kwamba shirika la umeme halihusiki au halihusiani kabisa na masuala mazima ya uuzaji umeme au ufanyikaji wa malipo yoyote huduma ya umeme, bali shirika la umeme linakuwa na linatoa control number. Maana yake baada ya kujisajili ada ya ku ya mwanzo pa utakuja kufanyiwa makisio na mafundi wa shirika la umeme na utatakiwa ulipe ile ada ya kuungua umeme ya laki mbili na kinachofanyika kwa shirika la umeme ni kukupatia tu kontrol namba tu katika malipo yote yale ambayo yanahusika na, na huduma zetu. Kwa hivyo uchaguzi na uteuzi wa mtu wa huduma gani umtumie hilo linabaki kwako wewe mteja mwenyewe, kama utajilipia mwenyewe kupitia simu yako ama utajilipia mwenyewe kukie, kupitia benki yako PBZ au utaenda kwa wakala ama mwengine yeyote, sasa huko linabakia kuwa ni kwako wewe binafsi mteja tunachokuwa tunakitolea rai mara kwa mara. Aa, unapofanya malipo haya hakikisha kwamba control namba yako iwe sahihi, lakini pia baada ya kumaliza kupata ile resiti basi hakikiwa jina lako na control namba yako katika ile fomu yako ya usajili wa huduma ya umeme je, vitu hivi viwili vinafanana? Kwa sababu wengi ambao wameleta malalamiko hapa, unakuja kukuta kwamba fomu yake ambayo amesajilia huduma ya umeme na resiti ambayo amepewa na mtoa huduma huyo, baada ya kufanya malipo Unakuta ni vitu viwili tofauti. Kwa hivyo ni vyema kabisa unapofanya miamala hiyo, basi ni kuhakiki risiti pamoja na fomu yako mama, ile ambayo inaonyesha ile kastoma kodi yako. Bao tunasema ni ZECO. ZECO ipo kung'arisha maisha yako.